na unaendelea kushiriki katika maadhimisho ya wiki uma, ya utumishi wa umma yanayofanyika Chinangali Park jijini Dodoma kuanzia tarehe 17 mwezi wa 6 2025 mpaka tarehe 23 mwezi wa 6 2025. Lengo kuu la mfuko wa Self kushiriki maadhimisho haya ni kuwapa huduma wananchi wote kwa ujumla, huduma ya kutoa taarifa na vile vile kuwapa huduma za mikopo zinazotolewa katika mfuko wa Self. Kwa hiyo mfuko wa Self ulianza rasmi mwaka elfu mbili na kumi na nne ambapo lengo lake kuu ilikuwa ni kuwawezesha wananchi kiuchumi kwa kutoa mikopo yenye masharti nafuu. Hivyo mfuko wa Self unatoa mikopo ya aina mbalimbali ikiwa ni mkopo wa watumishi wa umma, mkopo wa wafanyabiashara, mkopo wa wajasiriamali wadogo na wakati mkopo wa wakulima, mkopo wa dhabuni na mkopo wa nishati safi. Kwa hiyo ukiacha huduma za mikopo, tunatoa pia huduma za bima, bima za magari, bima za nyumba, bima za uwizi na bima nyingine zote zinazopatikana hapa nchini. Kadhalika, mfuko wa Self ina dhima kuu ya kutoa elimu ya fedha kwa wananchi wote kwa wananchi wote wanaokuja kupata elimu ya mikopo au wanaokuja kuomba mikopo wanapatiwa elimu ya fedha. Kadhalika, huwa tunawaalika wananchi katika makundi ili kuweza kuwapa elimu ya fedha. Hivyo tukiangalia takwimu ya miaka minne kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka elfu mbili na ishirini na nne mfuko wa Self umeweza kutoa mikopo wananchi yenye thamani ya shilingi bilioni 162.3. Kadhalika imeweza kupata wateja au imewahudumia wateja kwa idadi ya wateja laki moja na ishirini na saba. Hali kadhalika ikiwa ni idadi ya mikopo ni elfu tisa mia nane na hamsini na tatu. Vile vile tumeweza kuwahudumia wateja wa bima, jumla ya wateja 742. Kwa hiyo mfuko wa Self unatoa huduma hizi kama nilivyozitaja, bila kusahau huduma ya ya elimu ya fedha. Mfuko wa Self una matawi kumi na mbili na ina vituo viwili. Licha ya kuwa na matawi kumi na mbili, mfuko wa Self unatoa huduma Tanzania nzima, ambako hata katika sehemu ambazo hakuna matawi lakini tunawafikia wananchi wote wenye uhitaji wa mikopo kwa matawi yaliyopo ni tawi la Dar es Salaam, tawi la Tanga, tawi la Morogoro, tawi la Mtwara, tawi la Dodoma, tawi la Kahama, tawi la Geita, Mwanza, Iringa, Mbeya na Arusha. Sisi zetu kwa kanda ya kati zipo eneo la Makulu, barabara ya kwenda Chuo Kikuu cha Dodoma kutoka stendi ya Makulu mwelekeo wa chuku cha Dodoma tuko upande wa kushoto ambapo ni takribani mita chache kutoka stendi ya Makulu. E, shughuli zetu za mfuko wa Self kwa kanda ya kati tunatoa mikopo yenye riba nafuu, na, na mikopo hii tunatoa kwa wananchi wote wenye sifa na vigezo kulingana na shughuli za kiuchumi wanazozifanya. E, kwanza kabisa tunatoa mikopo kwa taasisi ndogo za kifedha ambazo zinahudumia wananchi mijini na vijijini. Taasisi hizi tunazipa mikopo yenye riba nafuu, ambao sasa wao watawezesha kwenda kukopesha wananchi waliopo mijini na nje ya mji ambao wanajishughulisha na shughuli ndogondogo za biashara, lakini pia na shughuli za, za kilimo pamoja na ufugaji. umeanzisha product mpya au tunasema ni bidhaa mpya kwa sasa. Tunatoa mikopo ya kwa wale wanaojihusisha na nishati mbadala au tunasema nishati safi e, wajasiriamali ambao wamejikita katika kuuza bidhaa, mfano gesi, bidhaa za gesi na vifaa vyake. E, tunaangalia pia kuna waliojikita kwenye mambo ya vifaa vya umeme electronics ambazo wanazitumia kama nishati mbadala. Hii yote ni nia ya serikali ya kufanya mtanzania apunguze matumizi ya mkaa au kuni katika eneo linalozunguka. Kwa hiyo, hawa wanaofanya biashara ya nishati mbadala tumewalenga na tunawapa mkopo yenye riba nafuu, ili waweze sasa kupanua wigo wa kufanya hizi shughuli.